Waandishi wa habari mjini Mombasa waliungana na wenzao duniani kote kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Kukomesha Uhalifu Dhidi ya Waandishi wa Habari ambapo walitaka serikali kuchukua hatua dhidi ya wale wanaotekeleza uhalifu unaolenga wanahabari. And this is the international day to end impunity for crimes against journalists. And as Mombasa Press Club, We stand in solidarity with all the journalists across the world who have actually found themselves, or rather they have had their rights infringed in one or the other way. And our real call is actually to the government and our authorities to make sure that any crime committed against a journalist is actually worked on and action is taken against the perpetrators. Waandishi wa habari hususan Kenya wapitia magumu sana kipindi cha election inakuja, na watu ambao wanakuwa vulnerable sana katika kazi yao na kupata shida ni waandishi wa habari. Mfano uliowahi mimi na wenzangu juzi tumeenda Tanzania na mwandishi wa habari mmoja Shoka Juma, kama mnaweza kumfahamu, kisa alishikwa na walimdetain. Sisi tulikimbia. Kwa hivyo sisi tunasema tunasimama na waandishi wa habari kazi yenu ni risk, lakini hatuwezi kukubali, lazima tujitoe kimasumasu, tujitokeze. Mwandishi wa habari, sorry, waandishi wa habari sio watu ambao onekana ndiyo others. Kwa hivyo tunaambia serikali dunia mzima waweze kulinda waandishi wa habari kwa sababu bila wao, hao ni kama kioo cha jamii, wanatuonyesha yale yanafanyika, ndio serikali iweze kuteka action. Vile vile, tuwaomba serikali ya Kenya kwamba tumeona majuzi wamerekebisha ile sheria ya cyber na kuweza pia kuweka uh, faini kubwa kwa wale ambao watapatikana na makosa hayo, lakini tunasema kwamba uh, hiyo pia ina, uh, inazuia kwa kiwango fulani uhuru wa wanahabari kuweza kuhabarisha wananchi na kutoa taarifa tofauti tofauti. Kwa hivyo tayari tunajua iko kotini hiyo kesi, lakini tunasema pia serikali iweze kuangalia hiyo sheria kwa sababu haina maana ya kuwa na sheria ambayo itaweza kuzuia haki, ya, haki za wananchi wa Kenya wakati tuna katiba ambayo inatoa haki hizo.